Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Alhamisi. Karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi Mungu tunaolipata kutoka katika injili ya Matayo sura ya sita aya ya 7 hadi ya 15, na nitaisoma. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mkiwa katika kusali msipayukepayuke payuke, kama watu wa mataifa maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Basi msifanane na hao, maana baba yenu anajua mnayoyahitaji kabla ninyi hamjamwomba. Basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tunavyotuwasamehevyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi, bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Mpendwa mtazamaji, baada ya Yesu kuweza kuongea na wafuasi wake juu ya mambo matatu muhimu ya sadaka, sala na kufunga, sasa amechukua kipengele kimoja muhimu cha sala, na akaamua kuwafundisha wanafunzi wake namna ya kusali. Anawafundisha sala kuu, sala ya Baba yetu ambayo imejaa utajiri mkubwa sana katika tafakari yetu ya leo, nitakueleza mambo machache yaliyopo ndani ya sala ya baba yetu. Ni sala ambayo mpangilio wake wa sala una maombi makubwa matatu ambayo yamebebwa katika hiyo sala. Ya kwanza ni sala ambayo inazungumza utukufu wa Mwenyezi Mungu, na la pili linazungumza juu ya mahitaji makubwa ya mwanadamu, na ya tatu inazungumza juu ya msamaha, hasa kupitia maisha ya mwanadamu, maisha yaliyokuwa mipita ambayo baadaye atakuja kuomba namna gani Mwenyezi Mungu atuepushe na kila aina ya majaribu. Twende taratibu tuweze kuona utajiri wa sala hii ya Bwana, sala ya Baba yetu. Katika kipengele cha kwanza ambacho kinazungumza, kinamzungumzia Mungu na utukufu wake, Yesu anaanza kutueleza kwamba tunapoanza kusali tuseme Baba yetu uliye mbinguni. Katika hiki kipengele cha kwanza cha Baba yetu uliye mbinguni, kimetokana na ukweli huu kwamba nyakati ambazo Yesu alikuwa naishi, hadi sasa mwanadamu amejikuta akiwa anafungwa katika vifungo vya miungu mbalimbali, ambayo miungu hii imejaa wivu imemletea mwanadamu hofu, imemletea mateso, imemtengenezea uadui, imeleta vifo, imeleta na magonjwa mbalimbali na kadhalika na kadhalika. Ikiwa mwanadamu akiwa anaamini kwamba duniani hapa yuko Mungu aliyeumba mbingu na dunia, ndio measema baba yetu uliye mbinguni, yuko Mungu aliyeumba mbingu na dunia, basi anauhakika kwamba hatapata mateso yoyote ale hakuna miungu yoyote ambayo inaweza ikaja ikamsumbua huyu mwanadamu yaani yeye kwa sababu baba yetu yuko mbinguni kwa asilimia mia moja utukufu wa baba utamfunika na yeye ambaye baba yetu ambaye ni rafiki yetu atatulinda na atakuwa pamoja na sisi hiyo ni la kwanza ya pili tunavyotamka li neno la baba yetu uliye mbinguni tunaangalia uhusiano wetu wa sisi wanadamu na mwanadamu mwenzetu. Angalia anavyosema baba yetu, yeye ni baba wa wote wenye mwili, waweze kuwa wema, waweze kuwa ni wabaya. Sio baba yangu, sio mungu wangu, umimi haupo. Yani Mungu si mali ya mtu mmoja, Mungu si mali ya mtu peke yake, bali baba yeye ndio ambaye anatufanya sisi tuweze kuwa ndugu. Sasa katika kipindi ambacho <coughs> mwanadamu anaishi hapa duniani kwenye changamoto mbalimbali mbali, unaweza ukapita katika maisha magumu, ukapita katika mapito ambayo ukafika hatua ya kuweza kujidharau na kuweza kujichukia. Katika hatua hii ya kuweza kujidharau na kujichukia, utajiona kabisa maisha yako yako chini, hata ya kile kiumbe ambacho kinatambaa, yani sisimizi ana thamani zaidi kuliko wewe unavyopita katika magumu hayo, yani uko chini ya sisimizi. Na katika hali hiyo, moyo unakuwa umejaa uchungu. Hakuna mtu yoyote anayejua maumivu na magumu unayopita nayo akaweza kukuonea huruma. Hitaji la mwanadamu katika nyakati hizo ni kwamba aje mtu, ili aweze kuniponya angalau kuweza kunirudishia heshima, lakini hayupo. Hata kama maisha yako yatafika hatua yatakuwa ni ya chini, hakuna mtu anayekujali, ukiwa na lile wazo kwamba yuko Baba yetu wa mbinguni, ambaye yeye ni Baba wa wote wema na wabaya, thamani yangu inaongezeka, thamani yako inaongezeka. Maana yake nini? Vyovyote vile watu wameniacha, lakini Baba yetu wa mbinguni, Baba wa wote ha hawezi kuniacha. Huruma yake itashuka kwangu, uweza wake utashuka kwangu, ninapata nguvu ya kuweza kusonga mbele katika magumu haya, kwa sababu yuko Baba. Hata kama watu wengine wameniacha, lakini yeye ataniponya, na hiyo ndio nguvu ya kuanza kumpa utukufu Baba ambaye yeye anatuita, tunavyoanza kuita Baba yetu uliye mbinguni. Ya pili tunapokuja kulitukuza jina lake, jina lako litukuzwe. Mwanadamu anapopita katika uh, nyakati mbalimbali mbali za hapa duniani, katika mafundisho mbalimbali amefundishwa kwamba jina lina nguvu, jina linabeba asili, jina linabeba tabia, jina linabeba utu wa Mwenyezi Mungu, hivyo katika yote ambayo mwanadamu anaweza akapita, katika misiba, katika magonjwa, katika kuweza kukataliwa, katika kuweza kusalitiwa, katika kuonewa, kunenewa mabaya, mapigo na chuki, usije ukaanza kutukuza majina ya watu. Litukuze jina la Baba yetu aliyeko mbinguni. Mtukuze Mwenyezi Mungu katika kila mapito unayoyapitia, yani katika hali hii, sema Mwenyezi Mungu, nitalitukuza jina lako kwa sababu. Nikilitukuza jina la Mwenyezi Mungu, utu wake unakuja kwangu. Nikilitukuza jina la Mwenyezi Mungu, asili yake inakuja kwangu. Nikilitukuza jina la Mwenyezi Mungu katika magumu, tabia ya Mwenyezi Mungu ambaye ni wa msamaha inakuja kwangu. Najikuta kwamba nina nguvu ya kuweza kupita, utajikuta kama una nguvu ya kuweza kupita katika hayo magumu. Na ombi linalofuata ni juu ya ufalme: ufalme wako uje. Katika mafundisho ya Yesu Kristo katika Agano Jipya, neno ufalme wa Mungu ndio ilikuwa kiini cha mafundisho yake. Ukisoma Injili ya Marko sura ya kwanza aya 14, Injili ya Luka sura ya 4 aya ya 43, na Injili ya Luka sura ya kwanza na kuendelea inasema Yesu alikuwa anapita katika miji na vijiji akihubiri juu ya ufalme wa Mwenyezi Mungu. Ufalme wa Mwenyezi Mungu ni nini? Ni jamii ya watu. Ufalme wa Mwenyezi Mungu ni watu wale wote ambao wameamua kufanya mapenzi ya Mwenyezi Mungu kikamilifu. Katika historia ya Agano la Kale, mtu yeyote ambaye alifanya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, Mungu alikuwa ndani mwake. Hivyo basi, kuwa katika ufalme wa Mwenyezi Mungu ni kutii mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na unapotii mapenzi ya Mwenyezi Mungu moja kwa moja, Mwenyezi Mungu anakuwa pamoja na wewe. Usipoingia katika kutii kile ambacho Mwenyezi Mungu anakizungumza uko nje ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na katika hapo sasa, ukisema ufalme wako ufike, uje baadaye, moja kwa moja mapenzi yake yanatimizwa duniani kama mbinguni. Mapenzi yake yanapotimizwa, ni kwamba kwa furaha na kwa upendo unajikabizi katika mapenzi yake, katika mapenzi yake yaweze kutimizwa. Kwa lugha nyepesi ni hivi: kuna kipindi mwanadamu unaweza ukawa katika kufanya mipango yako ya ujenzi au kutengeneza kitu fulani au kutengeneza nguo nzuri sana, unakutana na fundi na mnashauriana ni namna gani e, nyumba au nguo iweze kutengenezwa vizuri zaidi, na baadaye unapata wazo unasema, okay, vyema, fanya kile unachofikiria kwamba ni bora zaidi. Sasa kama katika nyakati za duniani hapa ninaweza nikamwambia fundi fanya kile unachoona kwamba ni bora zaidi. Mwenyezi Mungu yeye ndio mtaalamu wa maisha yetu, yeye ndio fundi wa maisha yetu. Baada ya kuweza kumtangaza kwamba yeye ni Mungu, jina lako litukuzwe, umetangaza ufalme wake, unafika hatua, kwa furaha, kwa upendo na kwa uaminifu, unajiachia mikononi mwake. Ndipo Yesu alivyofika hatua akasema kwamba si mapenzi yangu, bali mapenzi yako aweza kutimizwa alizikabidhi mikononi mwa baba yake wa mbinguni. Baadaye tunaanza kushughulika na mahitaji ya mwanadamu, na mahitaji ya mwanadamu haya ambayo Yesu anayezungumza anaanza, utupe leo riziki yetu. Sehemu nyingine imesema utupe leo mkate wetu. Katika kipengele hiki tunaona kwamba Mwenyezi Mungu anajishughulisha na mahitaji ya mwanadamu, yaani Yesu mwenyewe alisema katika Injili ya Yohane sura ya 6 aya ya 33 mpaka 35, alisema mimi ndimi chakula cha uzima, yeye ajai kwangu hataona njaa kamwe. Na katika maneno haya mkate wetu wa kila siku, na Yesu anasema yeye ni mkate wa uzima. Katika kipengele hiki utupe leo riziki yetu utupe leo mkate wetu maana yake utuletee Yesu aweze kuwa pamoja na sisi katika maisha haya. Tunafahamu wazi kwamba nyakati Yesu alipokuwa anaishi hapa duniani, yeye alikuwa ni mkate wa uzima kwa wenye njaa, yeye alikuwa ndio mponyaji kwa wale wote walikuwa na magonjwa, wale wote ambao walikuwa na misiba, yeye ndio alikuwa faraja, akawa anawarudishia uzima kwa wale walikuwa wamekufa. Kwa hiyo katika mahitaji yangu ya siku hii ya leo, ninapopita Yesu aweze kuwa pamoja na mimi. Yesu akiwa pamoja na mimi, katika nyakati za njaa atanishibisha, katika nyakati za magonjwa ataniponya, katika nyakati za wasiwasi atanipatia, atanishika mkono kwenye dhoruba kali, katika bahari inavyopita yeye ataweza kuituliza dhoruba. Hivyo mwalike Yesu kila siku, mwombe Baba akupatie Yesu aweze kuambatana na wewe katika safari yako ya maisha. Na kuna kipengele kile ambacho kinazungumza juu ya utusamehe deni zetu. Kitendo cha kuanza kuzungumza utusamehe makosa yetu, maana yake ninaanza kumkumbusha mwenyezi Mungu juu ya maisha yangu yaliyopita. Maisha yangu hayajawa mazuri, maisha yangu hayajawa masafi. Mwenyezi Mungu, ninajikabidhi kwako, kwa huruma yako uweze kunisamehe dhambi zangu, uweze kusamehe uovu wangu, unitoe kwenye kila aina ya mashaka, kwa sababu mimi si mkamilifu. Kwa hiyo kitendo cha kuanza kutamka madhaifu yangu mbele za Mwenyezi Mungu, maana yake ninaingia katika unyenyekevu, ninaingia katika moyo wa toba, ninaingia mbele zake kama Mwenyezi Mungu aweze kunishika mkono, na yeye hakika atatushika mkono. Na baadaye tunaingia katika kile kipengele kingine, kwamba sisi nasi tuweze kuwajibika katika kuweza kuwasamehe wale waliotukosea. Ukianza kusali umepeleka maombi yako yote, alafu hujatamka neno la kuweza kuwasamehe wale ambao walikutendea mabaya, utambue wazi kwamba kwa sala zako haziwezi kujibiwa, kwa sababu umewashikilia watu. Na mwisho Yesu anasema usitutie katika majaribu na utuokoe na yule mwovu. Katika Agano Jipya neno jaribu limetafsiriwa vibaya na baadhi ya watu lakini neno jaribu ukisoma katika injili ya Luka sura yane, ya nne utasikia kwamba Yesu baada ya kubatizwa aliongozwa na Roho Mtakatifu akaenda jangwani kwenda kujaribiwa na Shetani akiwa amefunga kule. Maana yake majaribu, majaribu yanakuja kwa ajili ya kutupandisha kutoka katika hali ya chini ya kiroho kwenda katika hali ya juu. Majaribu yanakuja kutupandisha kutoka katika hali ya chini ya huduma kwenda katika hali ya juu. Lengo la jaribu si kutuangusha. Lengo la majaribu au kusudi la majaribu ni kuweza kutuinua, kuweza kutuimarisha, tuweze kuwa bora zaidi. Na majaribu Mwenyezi Mungu huwa anaruhusu, anaruhusu yaje katika safari yetu ya maisha kuweza kutufanya tuweze kuwa bora zaidi. Mfano, katika agano la kale Mwenyezi Mungu aliweza kumjaribu Ibrahimu aweze kumtoa mwanaye, mwanae wa pekee Isaka, na Ibrahimu alipotii, yeye amekuwa baba wa imani hadi Mwenyezi Mungu ameshangaa. Kitu ambacho kinatupelekea kwenda kuanguka ni kishawishi ambacho kwa Kiingereza kimeitwa temptation. hicho kinatoka kutokana na tamaa zetu. Sasa hicho kinatokana na shetani anatuangusha, ila majaribu ni kutufanya tuweze kuwa bora zaidi. kwa nyakati za majaribu ambazo kila mmoja lazima apite, tunamwambia Mwenyezi Mungu sasa tambulia mbele yetu. Majaribu lazima yaje, ya wana Waisraeli walipita jangwani kuweza kujaribiwa Je, wataweza kumpenda mwenyezi Mungu? Huwezi ukakwepa majaribu, na majaribu kazi yake huweza kutuimarisha katika maisha yetu ya kiroho. Sala ya Baba yetu ni mtaji mkubwa sana kuweza kufanya upite katika kila jaribu ambalo litakalo kuja mbele yako, kwa sababu ili upande kiroho, ili upande kihuduma, ili uweze kufika mbinguni, lazima upite katika majaribu na majaribio ya maisha ambayo ulianzia tukiwa mdogo ndio amekufanya ufike mahali hapo ulipo. Usije ukakwepa majaribu. Sala ya Baba yetu ndio nguvu yako kuweza kufikia mahali hapo. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.